Kitabu... tungekuwa tumekaa sehemu moja na wanasayansi alafu sisi tukuwauliza wanasayansi, mnaliona vipi jua? Wanasayansi wangesema tunaona jua limekaa stationary, lakini sisi Waislamu tungewambia tunaliona jua linazunguruka. Karibuni katika kipindi chetu cha sayansi ndani ya Quran. Leo hii nina ziara ya kumtembelea mtaalamu wa sayansi ndani ya Quran, Shekhe wetu Abu Nabil. Inshallah, ungana nami mpenzi mtazamaji katika kipindi hiki. TV Afrika ni nuru inayo tuangazia. TV Afrika nita Inayo tumulikia TV. Naam, kuna baadhi ya mambo mawili matatu kuhusiana na swala zima la science ndani ya Qur'an limenileta katika ofisi yako kwa ajili ya kuja kukuuliza kukuuliza Abu Nabil. Kilichonileta zaidi katika ofisi yako lilikuwa ni swala zima la maneno ambayo yanatambaa katika mitandao ya kijamii pamoja na simu zetu kuhusiana na mabadiliko ya dunia na dunia kuwa kiza kwa muda wa siku tatu. Tena nipate ukweli wa hilo, pamoja na watazamaji wa Africa TV inshallah, ambao sasa hivi wanatutazama pale na wanataka kupata faida kujua kwamba kuna ukweli upi katika swala hilo, tuanzie hapo kwanza. Inahitaji muda mrefu sana kukielezea, lakini habari za kisayansi karibia zote zimeanza na mlolongo mrefu sana mpaka kufikia kile ambacho kina usahihi ndani yake, Sheikh wangu Abu Nabil isiwe kwa kutueleza hivi, basi, hebu tupatie mifano ambayo hata mtazamaji wa Africa TV ambaye atakiona kipindi hichi, basi ataelewa kwamba kipi ambacho ulichokikusudia zaidi katika hilo. Karne ya pili kabla ya Yesu alikuwepo bwana mmoja anaitwa Ptolemy. Ptolemy yeye alifanya alifanya amendment, alifanya marekebisho madogo katika kile kilichokuwa kinajulikana kama geocentric concept. Geocentric, neo la Kigiriki ina maana mbili. Geo ina maana ya dunia, centric ina maana ya kati. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa inafahamika ya kwamba dunia ndio ipo katikati kati, na sayari zingine pamoja na jua ndio zinaizunguruka dunia. Lakini mwaka 1512 mwanasayansi mwingine anaitwa Nicolas Copernicus. Yeye alikuja na theory nyingine, alikuja na dhana nyingine ile iliyokuwa inajulikana kama heliocentric theory of planetary motion. Heliocentriki neno la Kigiriki vile vile. Lina maana mbili. Helio ina maana ya jua, centric ina maana ya kati. Mwaka 1609, mwanasayansi mwingine wa Kijerumani akaandika katika kitabu chake, kitabu kinaitwa Astronomia Nova ya kwamba sio sayari tu zinazunguruka jua, lakini sayari hizo hizo pia zinajizungurusha katika mhimili wake baada ya kutoa maelezo haya wanasayansi wengi sana wa kimagharibi wakaweza kufahamu mekanizm kazi nyingi za solar system, pamoja na sequence of day and night, mchana na usiku unatokea vipi, lakini bado wakase bado wakawa na fikra na mawazo ya kwamba jua lipo katikati ya solar system motionless halizunguruki. Hii ilikuwa ndio fikra yao mpaka ambao wamesoma miaka 1980 walikuwa wanafundishwa kwamba jua liko katikati ya solar system lakini halizunguruki. Mara nyingi mimi ninapokutana na watu wa namna hii na wauliza, ilikuwaje mnakubali kuambiwa ya kwamba jua lipo katikati ya solar system halizunguruki? Kwa nini mlikuwa mnakubali? Waislamu, Waislamu, kwa nini mlikuwa hamhoji? Wananiambia kwamba dunia ilikuwa haifahamu, dunia bado ilikuwa haijakuwa na tabletop, kulikuwa hakuna instrument za kuweza kupima jua labda naona black spot, lakini nawaambia hata hivyo mngewasomea aya ya Quran katika sura ya ishirini na moja aya thalathini na tatu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar kullun fi falakin yasbahun, yeye ndo ameumba usiku na mchana na jua na mwezi na kila kimoja kipo katika njia yake kinaogelea labda tukirudi katika tafsiri, Allah subhanahu wa ta'ala ametumia neno yasbahun. Neno yasbahun limetokana neno sabaha. Neno sabaha lina maana ya any motion that come from any moving body. Mwendo unaotokana na kitu chochote kinachotembea. Tukisema mwanadamu anafanya sabaha katika ardhi, haitakuwa na maana kwamba mwanadamu labda atakuwa anabingiria, itakuwa na maana kwamba mwanadamu atakuwa anatembea au mwanadamu atakuwa anakimbia. Lakini pia tukitumia neno sabah kwa mtu ambaye yuko kwenye maji, haitakuwa na maana kwamba atakuwa amezama la, itakuwa na maana kwamba atakuwa anaogelea, labda kwa kutumia mikono na miguu. Tukilichukua neno sabah, tukitumia kwa celestial body, kwa maumbo ya angani, labda jua na mwezi na vinginevyo, hatutakuwa na maana kwamba vitakuwa vinafanya rotation tu, bali vitakuwa vinafanya revolution, vinajizungurusha katika mihimili yake, vinazunguruka na vinafanya mizunguruko kama hiyo kule angani. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia ni kwamba Qur'ani imeeleza kuzunguruka kwa jua miaka elfu moja na mia nne iliyopita. Sasa hivi kwa kutumia celeste, kwa kutumia instrument ambazo tuko nazo uh, wanasayansi wameweza kutumia table top, wameweza kuli-image jua, wameona katika jua kuna black spot, kuna mabaka meusi. Kutokana na haya mabaka meusi wameweza kufahamu ya kwamba jua vile vile linafanya rotation, linajizungurusha katika mhimili wake kwa kutumia siku 25 kwa mwezi. Jua linazunguruka Milky Way Galaxy. Nikisema Milky Way Galaxy, nazungumza huu ulimwengu ambao tunaishi sisi kwa miaka milioni mia mbili. Lakini vile vile jua lina fly through space, kilometa mia moja na hamsini kwa sekunde. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni kwamba Qur'ani imeeleza directly mzunguko wa jua katika mhimili wake, kitu ambacho wanasayansi imewachukua mlolongo mrefu sana mpaka wamefikia kukifahamu. Kwa hiyo ndugu yangu Amar, kama sisi Waislamu kabla ya mwaka 1980 tungekuwa tumekaa sehemu moja na wanasayansi, alafu sisi tukuwauliza wanasayansi, mnaliona vipi jua? Wanasayansi wangesema tunaona jua limekaa stationary, lakini sisi Waislamu tungewaambia tunaliona jua linazunguruka. Shukrani sana kwa majibu ambayo umenipa na tunakaribisha wadhamini kwa ajili ya kudhamini kipindi hichi, inshallah tuweze kukiendesha vizuri, na tuweze kuwa na mpangilio wake na mlolongo mrefu, kwa ajili ya kunufaisha na kuwafundisha Waislamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na sayansi ambayo imo ndani ya Qur'ani.